Kuna pia ujumbe ambao alikuwa nimepokea hapa. Mm -hmm. Watu wanajaribu kukompea viongozi kutoka maeneo mbalimbali. Mm -hmm. Na vile wamehitimu yes. Yeah. Mm -hmm. Kuna wale labda labda wamesoma, yes. Kuna wale ambao labda wamepitia mambo mbalimbali. Mm -hmm. Kwa mfano hapa Kiambu, mm -hmm. tu, governor ni eh Kiambu anaitwa nani? mwa, mwa, eh. wama wa matangi, yeah. Yes, wa matangi. Sasa kuna mtu alikuwa analeta kijeli, anasema, unajua wa Kiambu ukisikia ni wa matangi hmm. wa manjeri eh, wa manini eh, na mambo kama <laughs> hayo. Unakumbuka hiyo story? Hebu niambie mimi, sijui yote lakini ilikuwa kwa mtandao. Okay, alafu kile Kisumu, yeah. <inaudible> governor ni yeah. Pr professor, professor. Nyang' Nyong'o, deputy governor ni doctor uh -huh. Owili Eh, goja nimalize story, mana. Governor ni Professor Nyongo, PhD. Yes. Deputy Governor Dr. Owili, PhD. Senator. Senator. Unajua, these facts, these are facts. Sijaeka, sijaeka, sijaeka kali ya mtu. Hujaeka chumvi. Sijaeka chumvi. Senator ni Professor Ojienda, PhD. Yes. Alafu women rep ni Dr. Rosodinga, PhD. <laughs> MP Kisumu Central. Kisumu Central. MP. Wee, wacha nimalize story bwana mle. Dr. Oron, PhD. Uyo <laughs> ni <Uani> MP. Uyo ni MP. Kisumu Central. Kisumu Central. PhD <laughs> Dr. Ron, MP Seme, eh. Dr. Nyikal, PhD. Tunaingia Bungoma County. Yes. Major John Waluke. Yes. <laughs> Corporal Athanas Wamunye. Yes. Corporal Didmas Baraza. Sergeant Fred Kapondi <laughs> kwa nini wanajeshi wote? Sergeant Mwambi Mwabonga, Major Eseli Simiu. Sasa, watu wanauliza eh, is Bungoma a county eh, or a war zone <laughs> Watu wa Bungoma mtuambie kama mtuambie kama Bungoma ni county yes, ama ni barracks wow, kwa sababu angalia Meja Waluke, rafiki yako Rafiki yako. Corporal eh. <laughs> Athanas wa Munyinyi uh -huh. Corporal Didmas Baraza yes. Sergeant Friend Kapondi uh -huh. Sergeant Mwambu Mabonga uh -huh. Meja Eseli Simiu, mimi ukienda Bungoma County juu umeingia ume